Halo, yani, kuna wakati mwingine tunashindwa hata kuongea ila sema inabidi tujikaze tu ili tuongee, okay. Hii bana ni ajali mbaya sana. Jamaa anaonekana alitoka njia Dar es Salaam awanaaah hasa sijajua kwa upande wake kwenye masuala ya udereva ni alikuwa anasinzia ama gari imekataa, kwa maana hatuwezi kuweka maksimo moja kwa moja kwamba alikuwa anasinzia. Unajua, masuala ya magari ni masuala ya kiuchumi zaidi, huwezi jua ilimkataa katika njia gani, lakini mwenzie kama unavyoona kajitahidi kumkwepa sana, ile imeshindikana, hatimaye ajali imetokea. Ni ajali mbaya sana ya kusikitisha. Changamoto kubwa ni huyu dereva aliyetoka Dar es Salaam ndio changamoto kwa sababu kama mnavyoona, yeye kahama kwenye upande wake, kahamia kwenye upande wa mwenzie, na mwenzie kajitahidi kumkwepa sana, yaani naweza nikasema kumkwepa kwa kiasi kikubwa sana, ila ndio hivyo tayari, mipango ya Mungu, ajali ilishapangwa itokee, imetokea. Lakini nahisi chanzo, inawezekana akawa alikuwa anasinzia, maana hawa ndugu zetu nao wanaenda safari ndefu, wanachoka sana. Ushauri wangu mimi, naomba tuwe makini, na kama inawezekana, nilikuwa naomba serikali ijaribu kuweka jaribu kuweka mikakati rasmi hata hao magari makubwa, ikiwezekana wawe madereva wawili. Unajua mabasi tunavyojua, ya dawa Mwanza daa Bukoba daa wapi, yanakuwa na madereva wawili, ambapo akichoka ana, ana, anachukua dereva namba mbili anamsaidia mwenzie, lakini hawa wa malori anaanza kuanzia Dar es Salaam mpaka Kongo, imagine na kilomita ngapi anaendesha yeye mwenyewe peke yake akiwa dereva. Sasa kuna wakati wanachoka kama binadamu, lazima uchoke. uchokea anaitwa Mole ya zangu Arusha mii mm -hmm. kitu nilicho changamoto nilichokiona hapa, makosa inatoka sana kwa upande wa madereva, kwa maana nilipoangalia barabara hapa na hii ajali ilipotokea, ilikuwa hapa inakataza kabisa usifuate, lakini mshukaji kalazimisha yakatokea. Na vilevile mi naona tena changamoto ambayo imetokea hapa, naona barabara nyambamba, serikali ingejitahidi tu hapa watanui barabara barabara ambazo zinaingia katikati ya mji zile zinatanuka, ili kuepukana na msongamano, kwa maana mpaka leo hii ajali imetokea hapa, kwa maana hii ajali mimi nimefika hapa saa nane na dakika, lakini mpaka sasa hivi naona ndio mshikaji katolewa hapa. Kwa hiyo changamoto ambayo iko hapa kubwa sana, barabara ambazo zinaingia katikati ya mji zitanuliwa ili nafasi zitoke, na madereva sana sana wawe makini wakati wanaingia katikati ya mji, kwa maana hapa naona kana jamaa ilikuwa ilikuwa spidi sana. Yamaka jitahidi kumkwepa huo upande wa pili, lakini imeshindikana. Kuna sawa matokeo ile iliyotokea. Kwa hiyo mimi naona kwa madereva wao makini sana barabarani. Mimi na hilo tu mimi nimeona na barabara zipanulie. Na watu wao makini sana barabarani. Maana madereva yenyewe wanajitakia. Uh, ndugu waandishi, kama mnavyoona ni ajali ya magari mawili ya mizigo haya yamegongana. Ha, gari namba T 675 DMI na tera lake namba ti 117 EMP limegongana na gari namba T 38 EG ikiwa na tera namba T 350. Kwa ufupi ni kwamba hiyo namba T 675 EMI linatokea njia ya da Dar es Salaam, uh, linakwenda huko uelekeo wa Morogoro, na lenzake linatoka Morogoro kwenda Dar es Salaam. Huyu uh, namba namba namba T675 ameacha njia akahamia upande wa mwenzake. Mwenzake amejitahidi kumkwepa lakini ndio kama hivyo uliona kada kamgonga ugavuzi. Na alikuwa amebeba vio, vio vile vinachika barabarani tunafanya jitihada za kuweza kujiondoa. Tuna majeruhi mmoja kwa maana dereva wa hili gari na basi ni sasa bila sababu ameumia miguuni na amepelekwa hospitali ame ya baba kwa ajili ya ni vinginevyo Ma, magari mengine tumebadilisha njia, tunapita njia mbadala na tunajitahidi sasa kuondoa hivi vio ya nyebaabaaaddataa kufungua barabaaali aliyejeruhika mmoja bado tujaweza kumfahamu. Cha muhimu ni kumwokoa, mpeleke hospitalini apate matibabu. Maswala ya majina tutaulizana baadaye, na likuwa ni ema zaidi apate matibabu ulikokuulizana majina aini baadaye tutapata majina madereva kupata muda wa kupumzika kwa sababu tunachokiona hapa, huyu dereva, ile gari ambalo limehama njia, amehama njia, tunajaribu kutafiti sasa ni nini kilichofanya msheni hiyo, aidha labda usingizi au labda, labda alikuwa na au kilevi au namna gani. Kwanza tumpe matibabu hapo, baadaye tutapata majibu. kwa jina anaitwa Mrakitu, msaidizi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, mkoa wa Morogoro. Namo majira ya saa nane na dakika tano tumepata taarifa ya magari mawili kuungana katika eneo la makumbani karibu na sheria Afro Oili, kutoka kituoni na kufika eneo la tukio na kukuta magari hayo mawili ametokana sehemi moja, ikitokea Dar es Salaam na moja ikitokea Iringa. Mariruhi mmoja ndio alikuwa amenasa, amefanya jitihada za kumnasua mpaka wakati huo ameweza kutolewa kwa salama, mawakabizi wenzetu wa ambulesi kwa ajili ya kupeleka hospitali ya mkoa kwa ajili ya matibabu labda bada jari hii inahusisha gari ipi na gari ipi, na pia huyo majeruhi alikuwa ni dereva au alikuwa ni abiria? Kawaida gari kwa haraka haraka, kwa sababu si tukifika kwenye eneo la tukio tunafanya kazi alafu baadaye ndo tunachukua taarifa. Kwa maana hiyo dereva tumemkuta kwenye gari hiyo ambayo imepata ime majeruhi mmoja, tumemkuta dereva mmoja, na tumewauliza watu wa jirani wakati wa tukio, wanasema akuona mtu mwingine za Labda ni maeneo gani ya mwili wake? Hadi nasogeza maeneo ya mwili wake, mguu wake wa kushoto chini ya kifundo pata uh, uh, kwa, itirafu kwa, kwa, nani. Leo uchunguzi wa awali mmebaini kwamba chanzo cha ajali ni nini? Uh, siwezi kusema haraka haraka. Wenzetu wa jeshi la polisi watafanya uchunguzi zaidi, lakini lakini ukiona tu hali ya tukio hii gari ilikuwa inatokea Dar es Salaam, imehama kwenye njia yake, basi, sijui sababu ni nini mpaka amekuja kugongana na mwenzia ambaye alikuwa anatokea Morogoro kwenda Dar es Salaam. Asante.